Sasa hapa hapa ndipo huwa nakuja kuvutia bangi, lakini sasa nimefika, nimeona karau. Sijui wa karau ama ama ataitikia, cha nijaribu tu. Habari gani, kijana? Kwaje ofisa? Mimi niko salama, salama kijana. Wewe uko ukwaje? Pia mimi niko salama. Eh, nilikuwa tu najioba. Unajioba nini, kijana? Nimetoka huko town, huko town kuko na watu mengi, na hapa ndipo huwa na nini? Ukifanya uh, sasa hivi mimi mimi mimi nini. nini? Hapa hapa hapa. Hapa ndipo huwa huwa bangi. Najua Najua siwezi siwezi siwezi huko huko kwa tao. Jana, jana, jana. Afisa. Niku, mtu nikujiongea. Ongea, ongea, ongea. Kama, ongea, onge, ongea uh -huh. Sasa sasa ngoja, kijana, niku, ulize, ubezu, lulu, sasa ukuje, unipate, hapa, na na na uko maafisa wengi. Aha. Unipea ruhusa base yangu kuja ngoja nikuulize ukoona mwenyewe. Hapana si nakuja nimekupata. aa Najua ni Ligua, siwezi vuta kama sijakuambia ofisa. Sasa ofisa, mimi nakuomba tu ni, ni, wacha nigonge ni tu mani, ni, wacha, sasa najua sasa hii kitu nimekuwa sasa, Z iikitu, iikitu ni sasa hata hapa ni baby kama Mkenya kama Mkenya basi unajua yeah? Mkenya e, kijana <laughs> <laughs> e, -Hey, <laughs> ofisa, hapana Kidogo tu, nimekosea nimekupea. Sio badala ya chwani. Ngoja ataleta hii. Ngoja hiyo na afisa akirudisha. Nini afisa? Hapana afisa, hiyo ni sasa hapa. Harakisha, harakisha, kijana eh, kijana eh, wewe sasa hivi imeisha, kijana eh. Tuliko uvute pa ngapi? We kijana, nilikuwa nivuta moja. Sasa hivi umevuta ngapi? We, umevuta ngapi? <laughs> Afisa wewe ni wewe ulikuwa unafaa kuniambia umeshamaliza kuvuta pafu zako. Ndio, lakini umevuta ngapi? Ngapi? Wewe tumeangana unavuta. Nimevuta, nimevuta. Sasa, sasa, sasa, sasa, sasa tu 4, uko na deni deni kijana. Tena nini afisa? Afisa saa, nini? Unajua, Unajua hii nikipiga simu hapa jamani. Hapana, acha acha. Acha basi, basi, acha basi kuvuta. Acha nikuongeze kitu. Sawa, sawa. Acha nikuongezee kitu. Yeah. Afisa. Yeah.